Hawa wanaoyaweza haya sio wote, na lazima niseme ukweli. Kazi ya uzalendo inahitaji moyo sana. Kazi ya ulendondo kazi ya uzalendo inahitaji kujitoa. Baba huyo ilifikia hatua ndani ya nyumba yake unaweza ukamkuta mara mbili mara tatu, tunahangaika naye usiku na mchana. Ukimwambia mzee, sasa tumechoka, baba anasema hapana, lazima mwipiganie Tanzania yenu baba umezidi, baba anakuambia hapana, mpaka tufike safari tunayokwenda. Mpaka imefikia hatua tukamwambia mama yetu sasa, tusamehe sisi, maana imefikia hatua sasa ni kero kwako, kwa ajili ya mzee wetu anavyopigania nchi yake, taasisi na raia wake. Si jambo la kawaida mtu huyu, jamani. Kwa hayo yote ambayo ni machache tunayazungumza anahitaji kupewa moyo, tunahitaji kumshukuru, tunahitaji kumshika mkono, ili na yeye aone, watoto ninaoongoza mimi kweli wananithamini, kweli nimezaa, sijapata hasara. Mzazi anayezaa watoto akawalea akawafundisha dunia ikawaona watoto mbele wanaongea wakawa watoto wana faida kwa jamii u lazima wawe na furaha na watoto wake. Watoto nao lazima warudishe shukurani kwa baba yake. Shughuli hii kama mnavyoiona ilivio, ni shughuli kubwa sana, na hata hivi mnavyoiona ni kubwa mno, lakini kutokana na ratiba iliyoko mbele tukasema tuanze hapa, tuanze hapa ili baba aone sasa kwamba watoto wameanza kuamka, lakini tunamwahidi kwamba tuendako makubwa yanakuja kuliko hata haya. Pigeni makofi ya mwenye